Ni wakati jeshi la polisi likifanya doria katika maeneo mbalimbali ya mji wa Mpanda, na kuzungumza na wananchi kuhusu namna bora ya kudhibiti na kuripoti vitendo vya uvunjifu wa amani ikiwemo maandamano na vurugu ili kufanikisha zoezi la uchaguzi kwa haki na usalama hi, hi, na chuma, na ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Kwa hiyo ni jukumu lenu la kujitokeza kwa wingi mwende mkapige kula siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, na mkienda kupiga kula, mwende kupiga kula kwa amani na utulivu hali ya juu na usalama hali ya juu. Mkishapiga kula mrudi majumbani kwenu au mwende mkafanye shughuli za kimaendeleo. Kama hivi sahizi mpo sokoni, kapige kula zako, nenda sokoni au nenda kwenye shughuli yako. Hatutaki kuona mtu yoyote anajitokeza kwa ajili ya maandamano na kushika bango la aina yoyote. Tunahitaji wananchi wa mkoa huu mdumishe amani, utulivu na usalama kwa hali ya juu. Mmenielewa? Mmenielewa eh? Wananchi, ni jukumu la kwenu nyie eh? kutuliza vurugu ya aina yoyote kwa kushirikiana na jeshi la polisi, tunahitaji taarifa hizo za kiuhalifu. Kwa hiyo mmetuona hapa tumeungana kwa pamoja tunapita ili tukikamata siku ya babarani tuseme, siku ya tumepita tulipita, mkiwaachia watoto wenu wanaenda kufanya nani maandamano au wanaweka mabango, mwaekae na watoto wenu, mweleze, muwape maadili mazuri, watoto wenu wasifanye taharuki yoyote siku tarehe ishirini na tisa hapo. Sisi tumejinawa tukikutana na mtu anayefanya uhalifu wa kuvunja amani siku hiyo tarehe ishirini na tisa kwa kweli tutamshughulikia kama sheria ilivyo. Ndio maana tunakuja kwa wazazi, kwa vijana, mtulie siku hiyo. Jeshi la polisi tumejipanga vizuri, tutapita mitaani siku hiyo, mtatuona. Kwa upande mwingine, Kamanda wa Jeshi la Polisi Kaster Ngonyani amewaeleza askari watakaohusika na ulinzi na usalama katika vituo vya kupiga kura kutojihusisha na vitendo vya rushwa na usaliti ambao huenda ukapelekea uvunjifu wa amani sambamba na matumizi ya simu ambayo pengine yanaweza kusababisha taharuki kwa kutoa taarifa na kupokea taarifa kuhusu uchaguzi. Simu kwa kupatia kitu chochote ili wewe ubadilike, my friend. Ukibadilika, mmesikia? Ukibadilika tukufanye nini? Simu si mnazo? Mkibadilika mfanye nini kwa hizo simu zenu? Eh? Yeah. Tufanye nini? Yeah. Tutajikwajibisha kutokana na sheria zetu ambazo zilizoundwa na serikali au zilizotungwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wazi, askari, usitokee mtoto kudanganya kwamba kupitishia kitu chochote kwenye hizo simu zao. Kataa. Usisariti, mmesikia? Hata kuchati eneo lile msichati, tulieni, kwani siku moja bila kuchati mta, mtakufa? Mkichati siku moja mtakufa? Au watu wenu ambao mnaona kwamba umuhimu, muache kabisa, kwamba tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, sina siwezi kuchati na mtu yoyote. Mtachati na nini? Na, na, mtachati na nini mta chati na nini? na, na serikali tu. Serikali yenyewe kina nani? Ni sisi wote hapa waze askari. Waze askari, hata nyinyi wengine mna WhatsApp hapa, mna intaneti hapa. Msikubali kuchat. Ukiona mtu ametukia, ametupia taharuki, usicomment. Wewe acha, pita au futa kwenye nani yako kupata kishawishi, au mtu anachangia kwamba kusema kitu chochote au kusema serikali au kusema cha chama chochote, wewe futa, tambaa, pita. Wazi askari, wazi askari, kwenye vurugu ambazo hazina tija kwetu. Mwisho wa siku tutaumizana, tutauwana, tutakuwa walemavu. Kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua haya maisha, unaamka asubuhi unakimbia, sasa mguu umevunjika, inakuwaje? si ugumu unaongezeka zaidi? Kwa hiyo mimi nitoa wito kwenu wananchi, tujitahidi sana kujitokeza kwenda kupiga kura kwa amani na baadaye kurudi nyumbani, tusubiri matokeo ya uchaguzi. Sisi Watanzania hatujazoea vurugu hivi. Mnajua nchi zinazotuzunguka karibu zote hazina utulivu. Sasa sisi hapa tumelianzisha. Kwa mfano wewe unakimbilia wapi? utaenda Kongo? utaenda Burundi? Kwa hiyo lazima tulinde amani yetu, ni kitu muhimu sana.